Wakichangia bajeti ya wizara ya viwanda na biashara kwa mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita, baadhi ya wabunge wamesema ni aibu kuona bidhaa zilizowahi kuzalishwa nchini sasa kuagizwa kutoka nje ya nchi wamesema utekelezaji wa sera ya mapinduzi ya viwanda ni muhimu kwa kuongeza ajira kwa wananchi na kuongeza mapato ya serikali kupitia bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. ilikuwa ni vya korosho moja wapo, ilikuwa kiwanda cha Lindi, kiwanda cha Mtama, kiwanda cha Newala, kiwanda cha Mtwara, kiwanda cha Kibaha vyote vimefungwa toka mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. Pia wameshauri serikali kufuatilia kwa karibu shughuli za uwekezaji hapa nchini na kuweka mpango mahususi wa baadhi ya maeneo ya uwekezaji ili Watanzania wengi wazidi kunufaika na fursa hizo. Meregarega ya uwekezaji basi tuende tukairejeshe, ibadilishwe, isimamie kabisa. Hatuwezi, mtu anaingia kama mwekezaji lakini anabadilika anakuwa machi sasa watoto wetu wa Kitanzania watafanya nini? Akijibu hoja za wabunge, Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo amesema serikali itaendelea kufufua viwanda vya ndani na kuvijenga upya, Spika. Wizara kupitia tildo imeendelea na zoezi la kufanya tathmini ya viwanda na kuainisha fursa fursa ya uwekezaji nchini. Aidha, kufikia Machi 2025, zoezi la ukusanyaji taarifa na uanishaji wa fursa za uwekezaji na uwekezaji umefanyika katika kanda ya ziwa katika mkoa wa Mwanza na Shinyanga. Tathmini hiyo ilibaini uwepo wa viwanda vikubwa 50 viwanda vya kati 109 viwanda vidogo na viwanda vidogo sana katika mkoa wa Mwanza na viwanda 40 vikubwa na vya kati 92 vidogo na vidogo sana 780 kwa mkoa wa Shinyanga. Je, wada wa biashara wanasemaje kuhusu hoja za wabunge? Sasa hivi kuna soko huru la Afrika linaloitwa African Continental Free Trade Area. Hili ni soko huru la Afrika ambalo lina takribani watu bilioni moja na milioni 400 Afrika yote, na kuna majadiliano ambayo yanaendelea sasa hivi kuhusiana na soko hili kwamba itakapofika mwaka 2030, ni miaka mitano inayokuja kutoka sasa hivi, ukifanya biashara yako yoyote katika soko hili utaenda kufanya biashara kwa zero tarifu, yaani utalipa ushuru wa sifuri kutoka nchi yako kupeleka katika nchi nyingine. Mathalani, unazalisha viatu vyako katika nchi ya Ethiopia, unataka kuvileta Tanzania, au unazalisha ovagado umezipaki vizuri, unataka kupeleka Burkina Faso, au mtu wa Kamerun anapeleka katika soko lolote la Afrika, ataenda kuuza kwa zero tarifu. Kwa maana hiyo basi, e, bajeti hii ninafikiri itoe wito kabisa kuangalia viwanda vya ndani ambavyo vimepewa kipaumbele, vihakikishe vinazalisha bidhaa bora ambavyo vinaweza kukompiti au ikashindana katika soko hili la Afrika. Bunge limeidhinisha zaidi ya shilingi bilioni mia na thelathini na tano kwa wizara hiyo zikiwemo shilingi bilioni tisini na tatu kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni arobaini na moja kwa miradi ya maendeleo. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Twitter na Facebook. TSN ni zaidi ya habari.